Leo Azam TV tuna jambo letu kwa mara nyingine tena, na leo tunakwambia My heart is yours. <laughs> Haya bwana, tunakwambiaje na ni kwa mfumo gani? Tunaye hapa Mrisho Senga na atatuambia eh, kuhusu My heart is yours. Mrisho yes, uko poa? uko poa? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mambo vipi? Utakumaliza Eid mubaraka hapo A, uh, hey, chaneli ya Azam Two HD, hey, tunazidi kukiwasha hey. Tunazidi kukiwasha. My heart is yours yes. uh -huh. so yeah, yeah, kutoka Mexican wenyewe wanaita televisa okay, ambayo tunaianza leo rasmi kuanzia saa moja kamili nice. tunamwaga The Legend of Kaifeng okay. Mr. Boy Zangu huko okay. tunamwaga leo tunamkaribisha My Heart is Yours kuanzia mm, saa moja mm -hmm. itakuwa inapatikana pale, ni historia. Labda nikupe tu historia moja fupi ambayo inamhusu mwanadada anaitwa Ana, okay. Ehe, unajua vijana wakati wa kutafuta maisha kukutana mm, na mambo mengi mm, changamoto. Huyu mm, Ana alikuwa yeye ni mfanyakazi wa katika ukumbi za starehe, wanacheza cheza wale usiku wale mm, lakini yeye alikuwa si lengo lake hilo, wala so future yake, wala so ndoto yake, ndoto yake wala ondoto ke mwenyewe ilikuwa apate kuja kuwa na mtu na kumiliki familia ya watoto saba. So katika kupambana na maisha yake kufukuzia dream zake, kuna kijana tajiri ambaye anaitwa Fernando, tajiri mkubwa ambaye anamiliki uh, ana familia yake hmm. Lakini kwa bahati mbaya mke wake alifariki akamwacha watoto saba, anatafuta mtu wa kuja kuishi na wale watoto saba. Iko bize sana Mrisho, Mrisho, yeah. usi usichimbe <laughs> yani usichimbe, mm. ndoto yake kuwa na familia ya watoto saba, yes. anakutana na mtu ambaye tayari watoto saba anao, no, yes. Ila mkewe ndio ambaye amefariki. Sasa moyo wake utakuwaje moyo wake utakuwaje wake? Hapo ndo tutakapoenda kuifuatilia. Labda pia utukumbushe uh, tamthilia ambayo inaisha sasa kwa muda huu wa saa moja, mm. ilikuwa The Legend of Kaifeng, tulikuwa mm. tunamwona boy zangu ule, ambayo alikuwa akipambania naye mji wake, mm. ingawa watu walikuwa wanamkataa lakini kumkataa kule pasipo kujua kwamba yeye pia ni ana haki katika mji ule, kwa sababu ni alikuwa ni baba wa mfalme ambaye anamiliki ile Kaifeng, lakini watu hawakujua mpaka dakika ya mwisho. Leo nafikiri watakuja kufahamu zaidi. Kwa hiyo uh, The Legend inaisha leo leoleo leo na imeisha jana, hilo The Legend imeisha jana na marudio yake bila shaka ni muda sana ishapita, basi utakuta hata next week ndio hatutopata tena kuona marudio yake yeah. Yeah. Lakini yeah, maombi ya watazamaji huwa yanawafikia kama watatamani irudiwe ya yeah, kweli tutawaletea tutawa pia okay. Kuna slot yao maalum pale Azam Two saa saba, wengi huwa wana propose tamthilia gani tuwaletee. Tunawaletea ambapo sasa tupo na Unfaithful kabila. Sasa hivi tumemaliza Unfaithful, tuko na Karma. Tuko na Karma, yeah. Oh. Yeah. <laughs> ni Nice. Yeah. Mrishe, tukumbushe kwa kumalizia, tukumbushe tamthilia ambazo tuko nazo kuanzia saa moja, mm. na kuendelea kupitia, right, channel ya Azam Two. All right. Bila kukosa kama hivyo tulivyotoka kuambia, leo tunaanza na My Heart is Yours ambayo inapatikana saa moja lakini pia saa mbili utapata tamthilia ambayo inaitwa Your Love is My Fortune lakini pia saa tatu unakutana na Eva Mo hapo, Mr Faruk na Bibi Suraia. Hmm. Lakini uh, saa nne tunamalizia pale na mtu mzima, ndugu yangu anaitwa nani, Waziri yule uh, yule inamaliza kule vizuri sasa <laughs> Mrisho, ukiwa unaenda naomba ukawashauri Ndiyo, kwamba ile mimba ya Sureia ifikie wakati tujue kama ipo au haipo. oh, okay. Ma kuna wakati inaonekana kuna wakati inaonekana, mnatuchanganya <laughs> sawa, sawa. Yote kwa yote My Heart is Yours. Channel ni Azam Two na ni channel nambari mia moja na mbili. mia moja na mbili, majira ni saa moja jioni kila siku Jumatatu hadi Jumapili. Jumapili. Yes. Okay. Yeah. So, tamthilia mpya na, na burudani ni kwa wote. Endelea kuenjoy kupitia Azam 2.